Havikuwa vitu vya maana, matandiko makuukuu, mararu ya nguo, mkeka na sani chache zisizotamanika. Sehemu hiyo yote, havikuwa vitu vya maana, matandiko makuukuu, mararu ya nguo, mkeka na sani chache zisizotamanika. Huo ni umaskini, si unaona? Ni umaskini eh. Huu ni umaskini. Matandiko yake ni makuukuu kwa sababu wana umaskini. Kwa sababu wange, hata wangekuwa wamechomekea, wangekuwa si maskini, wange, wangechukua vitu ambavyo angalabu wanaweza kulalia vizuri, si ndio? Lakini huu ni umaskini. Matandiko makuukuu wanayo na mararu ya nguo, yaani nguo zao zimerarukararuka, mkeka na sahani zisizotamanika, huwezi ukazitamani. Huu wote ni umaskini, maudhui ya umaskini. Taharuki ilimvaa alipokumbuka vyeti vyake vya masomo. Kwa hivyo ni msomi. Magwasha hapo ni msomi. Unaona amesoma hadi ana vyeti vya masomo, amesoma hadi ana vyeti vya masomo. Alichakura kwa wahaka mkubwa ndani ya mkoba wake, vidole vilitetemeka. Kwa hivyo vidole vilitetemeka. Pigia mstari wasiwasi, anaonyesha wasiwasi. Kijasho chembamba kikamtoka, angefanya nini? Wapo navyo pia viliteketea. Swali la balaha hilo, ni swali la balaha. Ni maswali ambayo hayahitaji jibu, ni swali la balaha. Vyeti hivyo ndivyo tumaini lake la maisha. Angalau vingeweza kumhakikishia ajira kwenye siku za usoni, iwapo Chifu Mshabaha angeamua kumtimua kazini. Kwa hivyo hapo kuna umuhimu wa kusoma. Vingemhakikishia ajira, ukisoma unapata ajira. Kwa hivyo hiyo ndiyo faida, faida ya kusoma. Kwa hivyo vyeti hivyo vinaweza kumhakikishia ajira pia. Hapo sentensi ya kwanza, vyeti hivyo ndivyo tumaini lake, umpa mtu tumaini. umpa mtu tumaini, masomo umpa mtu tumaini. E, ana tumaini, anakupa tumaini na vyeti. Tumepata mhusika mpya hapo, Chifu Mshabaha. Na Chifu Mshabaha tumejulishwa ndiye amemwajiri nani? Magwasha, si amemwajiri? Ndio maana anasema kuwa vyeti vitamsaidia kupata kazi iwe, iwe e, wakati wapo chifu mwenyewe angeamua kufanya nini? Kumtimua kazini, yaani angeamua kumfuta kazi. Kwa hivyo ndio maana kwambia kusoma kunampa mtu tumaini. Hata ukifutwa kazi utatafuta nyingine, utatafuta ajira. Aliendelea kuvisaka lakini hakuviona mwishowe, aliamua kumuta mkoba huo na kumwaya vyote vilivyomo. Kulikuwa na bahasha moja kubwa iliyosheheneza karatasi za kila aina, zingine zilikuwa zimepiga manjano kwa kuwemo mle miaka mingi, huku macho yakiangaza kama anasaka hirizi iliyopotea alikunjua karatasi hizo moja baada ya nyingine. Sehemu hiyo yote kuna taswira, taswira tunaweza kuona picha vile anatafuta, si ndio? anatafuta vyeti vyake. Hiyo sehemu yote unapigia mstari, ni taswira pale kando. Kwa hivyo, kutoka aliendelea kuvisaka lakini hakuviona. Mwisho aliamua kuung'uta mkoba, kuto- aliung'uta mkoba. Tunaona anamwaya vitu vyote, tunapata ile picha kwenye akili zetu, ni taswira oni. Kuung'uta mkoba huo, anamwaya vitu vyote vilivyomo, kulikuwa na bahasha moja kubwa iliyosheheni karatasi za kila aina hiyo ni taswira oni, anaweza kuona. Zingine zilikuwa zimepinga majano kwa kuwemo mle kwa miaka mingi, huku macho yakiangaza kama aliyesaka irizi iliyopotea. Ni tashbihi, huku macho yakiangaza, hapo ni tashbihi. Huku macho yakiangaza kama anayesaka irizi iliyopotea, alikunjua katasi hizo moja baada ya nyingine, sehemu hiyo yote Kukunjua hapo ni taswira mguso. Hiyo ni taswira mguso, tunaweza kuona akigusa. Taswira mguso pale, kwa zimepiga majano unaweza kuona tu taswira oni, lakini hapa akikunjua, kule kukunjua karatasi ni taswira mguso, kwa sababu anagusa. Taswira mguso. Tuende aya ya pili, pale alipokuwa akifanya hivyo alishtuka kuona bahasha moja ndogo nyeupe bahasha hiyo ilikuwa imetiwa gundi na kufungwa barabara kwa hivyo hapo ili ni taswira oni anaona bado kwa hivyo ni maelezo ambayo anatupa picha ilihifadhi barua ndani barua hiyo iliandikwa jina na anwani ya mumewe hakuwa amewahi kuifungua wala kuisoma Alishangaa, bahasha hiyo iliingia vipi mle ndani? Kwa nini Mrima aweke barua yake ndani ya mkoba wake bila kuisoma? Swali la balagha. Au alisahau alipokwenda zake uhamishoni? Swali jingine. Na ilitoka wapi hasa? Magwasha aliamua kuifungua bahasha, liwe liwalo. Futilia mbali hata kama ikuwa yake. Mrima mwenyewe alikuwa kesha mtema kama masuo, tashbihi. Alikuwa kesha mtema kama masuo, hiyo ni tashbihi. Barua ile ina maana gani kwa sasa? Hata akisoma swali jingine. Alijaribu kuitatanua ili gundi iachilie. Hapo kuna taswira mguso, kuitatanua. Anajaribu, alijaribu kuitatanua ili gundi iachilie ule upeto wa juu ya bahasha, lakini wapi. Naona taswira mguso hapo. Gudi ilikazana kumsumbua hadi akaamua kuirarua raruraru. Tanakali ya sauti hiyo pia ni mbinu ya lugha, kuirarua raruraru, tanakali baasha, ilmuradi aifikie ile barua. Alikuwa mwangalifu wasiirarue, hata hivyo barua aliyotamani sana kuisoma. Hapo kuna ni mwenye tamaa, ana tamaa ya kuisoma barua. Kwa hivyo hapo unasema sifa ya magwasha. Nyingine hapo ni mwenye tamaa. Tunaambiwa pigia mstari, alikuwa mwangalifu wa sirarue hata hivyo barua aliyotamani sana kuisoma. Ni mwenye tamaa, ni pale unataka kitu kupita kiasi. Alichomoa akaona ilikunjwa peto tatu, alikunjua huku mikono ikitetemeka vidole vilijaa jasho kwa shauku ya kutaka kujua yaliyoandikwa. Iliandikwa kwa wino mweusi uliokoza. Wino mweusi, pigia mstari, hiyo ni ishara, ishara ya kuwa mambo ambayo yameandikwa kwenye barua si mambo ya kuridhisha, si ni wino mweusi mm. Uliokoza pia hapo simeona kuna taswira mm.